Leo tuzungumzie ni shughuli gani zinaruhusiwa baada ya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Kwa hivyo, ikiwa unapanga kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha nyonga, lazima uwe na maswali kuhusu maisha yako yatakuwaje baada ya upasuaji huo. Kwanza kabisa, tuanze na kutembea wa kawaida. Mtaalamu wako wa viungo atakuelekeza, lakini utaanza kutembea ndani ya siku moja baada ya upasuaji wako, ama kwa kuweka uzito kamili kwenye mguu wako uliopasuliwa au uzito kidogo mwanzoni. Utatembea na kitembezi, kisha utahamishiwa kwenye fimbo na hatimaye utatembea bila msaada kati ya wiki nne hadi sita. Sasa tukija kwenye shughuli zingine kama kuendesha gari, kukaa kwenye gari, kucheza gofu, shughuli zenye athari kubwa, kwenda bafuni. Basi tuanze kwanza na kukaa kwenye gari. Utakapokaa kwenye gari kwa mara ya kwanza, yaani siku ya kuruhusiwa kwako, unatarajiwa kukaa kwenye kiti cha mbele cha abiria cha gari. Hapo pia unapaswa kurejesha kiti chako kidogo na kuweka miguu yako mbali au wazi. Ndivyo unavyopaswa kukaa kwenye kiti chako cha gari mwanzoni. Utaruhusiwa kuendesha gari kati ya wiki nne hadi sita wakati maumivu yako yamepungua sana na unajisikia vizuri. Kwa hivyo kati ya wiki nne hadi sita unaweza kuanza kuendesha gari lako. Ikiwa unataka kucheza gofu unaweza kuanza karibu wiki sita hadi nane. Kuendesha baiskeli unaweza kuanza karibu wiki nne, lakini mwanzoni utakapoanza kuendesha baiskeli hakikisha kiti chako kiko juu. Kiti cha juu kinamaanisha unapaswa kuinua kiwango cha kiti chako cha baiskeli. Unapaswa kutumia baiskeli yenye upinzani mdogo mwanzoni. Pia tunapozungumzia kukaa miguu imevuka au kukaa chini kabisa, unapaswa kuepuka kabisa. Lakini kwa miezi mitatu hadi sita ya kwanza, unapaswa kuepuka kabisa kukaa miguu imevuka au kukaa katika nafasi ya kuchuchumaa. Mwanzoni tunapozungumzia mazoezi, mtaalamu wako wa viungo atakuanzisha mazoezi ya kusukuma kifundo cha mguu au mazoezi ya quadriceps hospitalini humo. Kwa wiki mbili za kwanza itakuwa tu kuteleza visigino na kuinua miguu iliyonyooka ikiwa daktari wako amekuruhusu kufanya hivyo. Isha inakuja sehemu ya kuendesha baiskeli ambayo kwa kawaida tunaanza karibu wiki mbili hadi sita kulingana na faraja ya mgonjwa. Kuogelea kwa kawaida tunaanza baada ya wiki sita wakati jeraha lako limepona kabisa. Uendesha gari unaweza kuanza karibu wiki nne hadi sita. Ikiwa una kazi ya ofisini unaweza kuanza karibu wiki mbili hadi nne. Ikiwa una kazi ya kusimama au kazi nyepesi, unaweza kuanza ndani ya wiki nne hadi sita. Kazi nzito ya mikono unaweza kuanza baada ya wiki kumi na mbili tu. Kwa kawaida hatupendekezi kazi nzito ya mikono kwa wagonjwa wetu, kwa sababu hiyo husaidia kuongeza maisha ya kiumbo bandia. Ikiwa unataka kusafiri kwa ndege, unaweza kusafiri baada ya wiki nne hadi sita, na unapaswa kuvaa soksi za kukandamiza unaposafiri kwa ndege, na unapaswa kujiweka na maji ya kutosha vizuri. Na baada ya kutoka kwenye ndege, unapaswa kutembea kwa muda fulani ili mzumbuko wa damu uendelee vizuri sana. Kwa hivyo, huu ni muhtasari wa jinsi maisha yako au jinsi shughuli za maisha yako zitakavyokuwa baada ya upasuaji wako wa kubadilisha nyonga. Ikiwa una mashaka zaidi, jisikie huru kuwasiliana nasi kwa nambari iliyoonyeshwa hapa chini. Asante.